Ahlan wa sahlan wa marhaban bik fi daurat lqurani lkarim, Dhikri Only Academy. Kwa hivyo tunaendelea na series yetu ya ahkamu at tajwid. Katika darasa iliyopita ya hamzatul wasl part 1 tuliona kuhusiana na hamzatul wasl inapokuwa kwenye nomino, na leo tunaendelea kuangalia inapokuwa katika verbs au katika vitendo. Tukasema in summary katika darasa iliyopita ya kwamba hamzatul wasl ni alama ambayo inakuwa haibebi tashkir, yani fatha, kasra, dhamma zinakuwa haziwekwi moja kwa moja, yenye inakuwa na kialama kiswil kama unavyoona hapo. Kwa hivyo mara nyingi tunakuwa tuna drop ile seal, ile hamzatul wasl tunaiacha, tunalisoma neno au sentensi kama inavyokuwa mfano katika sentesi hii hapa, umeona hamzatul wasli ipo hapo, lakini tunakuwa tufanyaje? Hatuizingatii kwenye kuisoma, tunai drop. Kwa hiyo hapo tutasoma nini? Wasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra almuhsinin. Ah. Tunakuwa tunai drop. Lakini, inapokuwa imetokea kama noun inapokuwa imetokea kama neno inapokaa mwanzoni mwa neno nini cha kufanya? Tumesema hukumu yake asilimia tisini na tisa ya maneno kwenye Qur'an, huaga yanaanza kwa alif na lam. Kwa hiyo inapokuwa imeanza na alif na lam, sisi tunachotakiwa tufanye tutatia fatha. Sawa. Kwa asilimia 99 ya maneno katika Quran, ndo tukaona pale nyuma mfano wa ashjaru sawa. Tukaona mfano eh, wa adawab annas hapa, kote tumetia nini? Tumetia fatha. Lakini tukasema ya kwamba inapokuwa sasa, hii ni asilimia 99. Asilimia moja inayobaki ni nini? Asilimia moja inayobaki ya nomino ya nouns katika Qur'ani, noun zenyewe tumeainisha hapo ziko nne tu, ambazo ni nini? Ismu, ibn e, imraat na ithnan. Sawa, ni hizi nne tu ndio ambazo zimefanyaje, zimetokea katika Qur'ani kama nomino ambazo hautii fatha, bali zenyewe utafanyaje, utatia kasra kwao ismu. sawa Ibonu wa Maryam bunata Imrana mra'ata ha, wa wa Isa ibnu Maryam. Naona kwa pale ndo tumetia nini kasra, endapo utasimama huku na kutaka kuendelea nini huku mbele. Kwa hivyo hizi unatakiwa uzishike kichwani hizi sehemu nne hizi: ismu ibnu imra'ata na ithnani. Sehemu hizo kwenye Qur'ani zenyewe baada ya kutia fatha utatia nini kasara na hizo ni exception. Kinyume na hayo maneno mia mia moja ya asilimia ya mia moja yanayobakia sasa yanakuwa, maana yake hamzatul wasili imetokea kwenye vitendo, na ilipotokea kwenye vitendo, basi imehusika nini? Hukumu ya herufi ya tatu, hukumu ya herufi ya tatu, hukumu ya herufi ya tatu. Tunaangalia mfano, hili ndiyo neno letu, hili ndiyo neno letu, hili labda kwa katika hilo neno endapo e, herufi ya kwanza ni hamza tulwasil imekaa kama hapa, sawa. Herufi ya pili tunailuka, herufi ya tatu kama ina dhamma. Herufi ya tatu unaangalia kama ina dhamma, basi hamza tulwasil ile ya kwanza tutatia U. Sawa eh? kama herufi ya tatu ina dhamma, basi hamza tulwasil tutatia U. Kivipi? Tuangalie labda mifano imetokea vipi, na kinyume chake pia, kama herufi ya tatu hapo. Kwanza tuangalie mfano, muone mfano wake ni kama huu ambao unauona hapa. Katika hili neno letu tutasoma udu. Kwa nini udu? Udu, hii hamzatul wasl ya kwanza, ya pili inafatia dal ya, na, ya tatu nafatia ain hii aina ya herufi ya tatu ina nini? Ina dhamma. Hii herufi ya pili tumesema tunafanyaje? Tunailuka. Kwa hiyo hapa sasa hii haina haina fatha haina kasra haina dhamma, haina tashkili, haina Kwa hiyo tutatia nini? Tunatia dhamma. Kwa sababu gani? Kwa sababu herufi ya tatu ina dhamma kwa hiyo tutatia dhamma. Kwa hiyo tutasoma vipi ud'u ila sabili rabb bil hikmati wal mauidhati lhasana. Sawa, tulivyosema kwamba ikikaa katikati ya neno huku tunafanyaje? Tunaidrop hamzatul wasl tunaidrop. Ikikaa mwanzoni mwa sentensi ndicho ambacho tunakijadili hapa, lakini ikikaa katikati tume drop simona hapa, wal mawa tujasema wa a au wa i au wa u, bali tunasema nini

Kwa hiyo tunaendelea mbele sasa, katika verbs, katika tumesema, tukiona dhamma ni hivyo. Kwa hiyo endapo sasa sio dhamma, ikiwa ina fatha na kasra yenye inakuwa vipi? Ikiwa neno letu aidha lina fatha au lina kasra, herufi ya tatu katika neno ina fatha au ina kasra, kama unavyoona basi, ile hamza tulu yetu wasil itabeba hukumu ya kasra, itakuwa ni i. Sawa, iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Sawa Iqtaraba linnas na mfano wake kama hivyo ihdina sarata almustaqim hizo zote hizo, ha? Tunaangalia sasa kwa mifano, unaona kama hapa uh, hapa tunaona neno letu hili la kwanza kama ilipoanza imeanza, hiyo hamzatul wasl imekuja qaf sukun, sawa. Sasa hii tuseme ik, tuseme ak au tuseme uku? Ok. tunaangalia herufi ya tatu, herufi ya tatu ni ta ambayo na nini ina fatha, kwa sababu na nini ina fatha, kwa sababu ina fatha haa. Basi hamzatul wasl tutatia nini kasara, kwa ta. Kwa nini iq taraba sawa? Ndio maana mtu tunamwanzisha na kaida Nurania idi ajue kusoma. Kwa hapo itakuwa nini? Hamzatul wasl itabeba kasara sawa. Alafu kaf sukun iq ta fathata, iqta kwa sababu gani haa? imebeba nini hiyo fatha? Herufi ya tatu sawa, so this is it, tunasonga mbele. Kwa hiyo tumeona hilo, mfano mwingine ni huu. Hapo itakuwa nini hapo? Eh, di. kwa nini tunatia eh? kwa nini tunatia eh? herufi ya kwanza, herufi ya pili, herufi ya tatu, ya pili, ya kwanza herufu ya kwanza ya pili ya tatu. Herufu ya tatu ina kasra pale. Tumeona mfano uliopita ilikuwa inafata mfano, hapa ina kasra kwa sababu ina ya tatu. Basi hii herfu ya kwanza itabewa nini? I. Kwa nini? Ihdi. Hii tunai cancel kwa sababu imekaa nini katikati, imetokea hapo, pia tunai Ignore. Kwa hiyo ihdina eh, sirata lmustaqim, namna kama hivyo. Baada ya hapo tukienda mbele, tuna kama tulivyosema hapo, itakuwa nini? Istikbaro sawa, istikbaro. Kwa sababu gani? Hukumu ya hamzatul wasl kama tumeona hapo katika kasra kwa hivyo exception na kwenyewe zipo huku pia katika uh, nini vitendo exception ziko uh, exception tano. Sehemu hizi badala ya kutia kasra, ndo sehemu pekee ambazo zenyewe badala ya kutia kasra utatia nini? Utatia dhamma katika herufi hiyo. Herufi ya tatu ikiwa na dhamma ni katika ile hukumu ya mwanzo kwenye dhamma, kwenye maneno yenye dhamma endapo neno la, neno ni herufi ya tatu ina dhamma kwa maneno haya matano tu kwenye Qurani, utatia nini? Utatia kasra: ituni, iqdu, itu sawa, imshu. Sehemu hizo tano, kwa nini inakuwa hivyo? Inakuwa hivyo kwa sababu hizi asili yake hizi zilikuwa ziko hivi, naona zilikuwa zinayaa zina wao katika asili yake lakini hizo sehemu za bluu unaona tuziweka hapo, lakini kilichotokea ni kwamba tukaja tuka drop uwezi, ukawa na hizi vowel mbili ya na wau zote uziweke pamoja, kwao katika ku drop hilo kilichofanyika, taona katika video inayofuatia eh?